Hii ni Jifunze Leo YouTube channel. Nikukaribishe tena kwenye kujifunza kusoma na kuandika. Hapa naongea na watu wazima ambao hawajui kusoma na kuandika, lakini wanahitaji pia msaada wa kusoma na kuandika. Ni kitu ambacho kinawezekana kupitia channel hii ya jifunze leo, lakini pia naongea na, na watoto wadogo. Watoto wadogo mpo? Ok, safi. Sasa naongea na nyinyi hapa tunajifunza kusoma pamoja na kuandika, lakini kabla ya yote usikose kusubscribe hii channel, bonyeza hiyo subscribe alafu gonga kengele ikiwezekana. Kama unampenda na mwenzako na apata hii material, basi unaweza ukashare ili aweze kujifunza kusoma na kuandika. Leo tunaenda kujifunza kusoma na kuandika, lakini tunaenda kujifunza silabi kwa herufi ndogo na herufi kubwa. Nimechagua silabi mbili tutajifunza silabi ma, tutajifunza silabi, tutajifunza silabi ma tutajifunza na silabi da. Okay, basi tuanze na silabi ma, tuanze na silabi ma, okay? silabi silabi ma ndi hii hapa, hii ndo ma hasa, tunaanza hapa, ni tunaanza hii hapa ndo ma yenyewe. Hii hapa ni me. Hii hapa ni mi. Hii hapa ni mo. Hii hapa ni mu. Kwa hiyo tunasomaje? Unajua hmm? Tunasoma ma me mi mo mu Kupitia ma me mi momu, hizi ni herufi ndogo. Herufi kubwa ma me mi momu ni hizi hapa, hizi ni herufi kubwa. Ma me mi mo mu, hizi ni herufi kubwa. Herufi kubwa zinaandikwa kwenye kitu gani? Okay? herufi kubwa huwa tunaandika majina ya watu mwanzoni, tunaanza na herufi kubwa au lote kwa herufi kubwa. Lakini pia unapoanza kuandika sentensi, huwa tunaanza na herufi kubwa pia. Majina ya vitu tunaanza na herufi kubwa, vitu kama miji, nchi, tunaanza na herufi kubwa uh. Okay. Sasa hiyo ndo ma kwa hii. Ni ma me mi mo mu, tutaweza kupata maneno hapa kama mama, mimi. Okay, sasa tuende, sasa tuende tuende kujifunza hapa da. Da. ni da ndogo tutaanza na tuna da ndogo da de di do du Okay? hizo ndo da de, di, do, do Okay? hii ni da ndogo de ndogo, di ndogo, do ndogo, du. Kwa chini hapa kuna da kubwa. Hivi ndivyo da kubwa inavyokuwa hivi. Da, de, di, do, du. Hizo ni herufi kubwa upande wa da. Hapa tunazokapata neno kama dada, dede, dudu, du. Okay? Sasa Kumbuka, tumejifunza herufi da na herufi ma. Sasa tunaenda kupata kuunganisha maneno, tunaenda kuunganisha maneno. Ok, tuna, tuna ma me mi, mo mu, halafu tuna da de Di, do, du. Kupitia hizi silabi tunaweza tukapata maneno kama haya, kuna damu, alafu kuna duma. Haya ni matokeo ya kujifunza silabi. Lengo la kujifunza silabi, kujifunza silabi ili uweze kuunganisha nini hizo silabi kupata neno lenye maana. Hapa nimeunganisha da na mu ok. Hapa nimeunganisha du na ma, tumepata duma. Ok, kwa hiyo ni damu alafu hapa pana duma. Sawa basi, hii ni picha halisi inaonyesha damu hii ni picha halisi naonyesha damu na duma. Hapa ni damu, nimeandika kwa herufi kubwa na ndogo. Hapa damu nimeandika herufi kubwa na ndogo, na hapa duma nimeandika herufi kubwa na nini, na ndogo, ili kukuonyesha jinsi gani unaweza ukaandika. Lakini kwenye kuandika, si ndio tunajua kabisa da inavyoandikwa, si ndio? kwa kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, penseli yako unaandika hivi, ndio damu. Okay, hii ni da, unakuja kuja de, una kuja di, unakuja kuja do, una kuja du d da. d da, di do du okay? da de di do du lakini ma hii ndo ma, unakuja me unakuja mi unakuja mo unakuja mu. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukaunda hizo silabi. Kuna mwingine anasema sijui kuandika hizo ma, lakini akisha, unaandika maandiko mzuri kabisa. Hapa nimeandika kwa kutumia simu yangu kwa kidole lakini wewe unaweza ukaandika vizuri kwa kutumia penseli iliyochongwa vizuri. Basi usikose kusubscribe hii channel, kushare, lakini pia tunafundisha online kwa wale ambao wanapenda kusoma online tunafundisha kwa njia ya WhatsApp. Njia hii ya WhatsApp ni njia nzuri ambayo inamfanya mtu ambaye hajui kusoma na kuandika aweze kujua kusoma na kuandika vizuri kabisa. Kipindi kijacho pendekeza tujifunze kitu gani? Hapo chini Usikose kugonga like, usio mchoyo wa like, mi napenda like, usie mchoyo wa kushare, mi napenda sana kushare kwenye WhatsApp kwa ndugu zako, kwa rafiki zako. Napenda pia ukitoa maoni, ukicomment naona kabisa umeangalia video yangu, lakini umeipenda, umeangalia hapo chini, umecomment. Kama hujui kuandika na kusoma, basi ni vizuri zaidi ukafanya nini? Saidia kucomment eh, ukalike, wewe like hapo. Lakini namba yangu ya simu ni sifuri saba tano tano 754391 naitwa mwalimu Po Alois Mgaya kutoka jiji la Mbeya, jiji la kijani. Karibuni sana kula maparachichi. Asante.